Viwanjani na zilizobamba katika mitandao ya kijamii e, imekuwa kama ada vile vile, tunakwenda kukutana na mwenzetu Ali Bakari akiwa, e, tayari muda si mrefu tutaungana naye hapa ili aweze kutufahamisha katika mitandao ya kijamii kipi ambacho kimejiri ama kinatarajiwa kujiri kule, kwa sababu unasema siku hizi dunia iko kwenye kwenye kiganja, sio faraji mm, kabisa kabisa. E, na watu yani... wengi wako kule, kama jana ama... Ali Mufti alivyosema ile taarifa ya dabi ipo ndani ya dakika alisema, yaani maana yake kwamba kwenye mitandao ya kijamii ndo kila kitu. Tutamsubiri ah, mwenzetu hapa atakuja na atatuambia kile ambacho kimejiri huko katika mitandao ya kijamii eh, tuweze kujua na kufahamu yeah. yeah, <laughs> yanayoendelea huko katika mitandao ya kijamii e, na ameshafika Ali Bakari, tunakwenda kuungana naye hivi sasa. Habari za wakati salama kabisa. Ni kweli kabisa. Hivi eh, yes, wiki hii yote tupo pamoja toka Jumatatu eh? Eh, eh? Eh, eh, viwanjani kumekupenda bwana. Nimekuwa <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ndani ya dabi vile vile viwanjani yes, <laughs> eh, <laughs> eh, yes, mm, uh, ni furaha kwangu kuungana nawe lakini pia kuungana na Faraji Mustafa, Michael Yera mm, uh, katika kipindi cha kabisa cha viwanjani mm. Mm. Hey, mzuni <laughs> kwamba tunaona hapa wanjia moja wawili asi wengine nenda tofauti. Lakini tuna kuachana mahali, atuweza kupita huku, unapita kusini peke yako, anaenda hivi ili mradi tu tusipite tu, njia moja <laughs> <Yeah. Ni laughs> Ya Mangula, Mangula. Yes, ni ngamia dei <day> wenyewe wanaita <laughs> ngamia dei hey, ngamia dei. Yaani kama Simango leo leo ni ngamia day kwa kweli. Yeah, ah, eh, kwa hivyo eh, panahitajika uvumilivu kidogo. Yaani eh, uvumilivu inabidi uhitajike eh, tu. Kama unaweza kuzima data eh, kidogo unaweza kupona. Lakini <laughs> yes, kama utawasha data yeah, eh, kuna shida kidogo mitandaoni. Kwa hivyo yes eh, picha inajionyesha kabisa. Na hii aliposti manager habari na mawasiliano wa Young Africans si Ally Kamwe eh, jana akisema mambo kwa ushahidi Utakuja na nani kesho Jangwani kupata supu ya ngamia mnyama? mm. Huyu mm. wakutaka kuonesha kwamba kuna longolongo. Kwanza mwone kwanza mnyama akiwa mzima kabisa, alafu baadaye ah. utaweza. Yes, ushawai kunya we yeah. uh, umeishi Misri? uh, eh, nimekula sana ya kula sana eh? Eh. Mimi binafsi sijawahi kuonja kula supu ya ngamia. Kula mm. sana nyama yake safi kabisa. Maziwa ya ngamia, eh. Maziwa nimekunywa lakini kuna. Supu ya ngamia binafsi sijawahi. Ungeenda Jangwani mwaliko <wani>. <laughs> eh. Ni yote. Eh, pale, amna, amna kadi. Kali, kali, mpale, amna kadi unaweza kutoka huko kali utakuta huko. Na ukipita na katika mitandao ya kijamii huko eh, utakuta hata wa mashabiki wa Simba Sports wakiwa na jezi zao pia <laughs> e wamekwenda pale kupata <laughs> <zopi. laughs> yeah, chapati na vitu vingine kwa umaalumu, kwa sababu hujawahi kula ngamia tu. Eh, sawa. Eh. Eh, sawa sasa hii hapa baada ya sasa ya kuchinjwa eh, hapa sasa ameshachinjwa Uh, nyama ndio zile kama ulivyoziona katika picha ya kwanza. Uh, uh, maandalizi ya vitu wasa, hivyo wananchi mbona, uh, wana hivi, yani hakuna ubabaishaji uh, chapati kama ni mlaji wa chapati, unaona kabisa hizi ni chapati uhakika kabisa. Hey, ndio mambo mba, yes yeah, supu ndio hapa eh, yes yeah. Eh, na mashabiki wanaonekana wakisubiri yeah, <laughs> kwa hamu kabisa yeah. Eh, supu ndio mambo yanayoendelea hapo eh, mitaa ya <laughs> Jangwani na Twiga na Jangwani kwenye makutano pale ya Twiga na Jangwani kuelekea Kariakoo eh, <laughs> uh, yes E, huyo shabiki anasema hapo yes, tayari sasa, ipo kwenye foleni yake, ishafika ndio anawekewa anawekewa anawekewa vitu hayo. Ndio mambo ambayo anaendelea pale e, mitaa ya Twiga na Jangwani, supu day ama ngamia uh, day. Yes, tukapita katika ukurasa wa Prince Mpumele Dube ambaye yeye aliandika ukiwa na picha ya pamoja na familia yake hapo mm. Akasema hilo ni tabasamu unapopata medali ya ligi iliyosubiriwa kwa muda mrefu Asante Mungu wewe ndiye mweza, kwa familia ya wananchi na wote ambao bado wanaona mwanga ndani yangu, asante kwa kutokukata eh, tamaa juu yangu. Hayo ni maneno ya mm. Prince Mpumelele eh, Dube. Naona rais wa Yanga Herusi Saidi na yeye akaja kakomenti akasema hongera sana Prince eh, Dube eh, we are proud of you kwa maana ya kwamba eh, Yanga wanajivunia eh, mm. Prince Dube lakini shuboy sure uh, top striker akimaanisha, uh, ya kwamba ni mfungaji, tunaweza naweza mshambuliaji mshambuliaji mshambuliaji eh? uh, wa viwango vya juu kabisa uh, ay na mke wake uh, Prince Dube, kwa namna ilivyoandikwa hapa ya kwamba mgadafi's wife mgadafiswi, si ndio eh? mm, maana ya mke wa uh, Prince Dube akikomenti uh, pale na vile huyu hapa anaitwa Thabani Skala Kamusoko. Ah, yupo kampa kampa tena, eh, bwana. Yeye uh, wenyewe wanasema once mwananchi always mwananchi. Kwa hivyo baada ya Young Africans kupata, uh, kunyakua kombe juzi yeye naye akaposti ile uh, artwork ya ubingwa akisema uh, mabingwa wa kihistoria, hongera si ndio eh? nataka mm. kusema wa kihistoria lakini mm. wa kihistori bila shaka, lugha kidogo mm. e, lakini amejitahidi eh? E, kwa hivyo huyo Tabani Skala Kamusoko kampa kampatena, na wengi hapa comments zinarejelea katika yale ambayo aliwahi kuyaonesha katika kipindi ambacho akichezea Young Africans akiwepo wakati ule na ngoma au si, eh mm. Mwera, kampa kampa ngoma. Taban, Skala, Michael, Kamusoko Michael. Eh. Michael ipo? Ah, kaka vipi bwana? Sawa. <laughs> Nilisema ya kwamba kwenye dabi ya kari Kariakoo huwa kuna mashindano ya picha. Kuna picha zile za kwenye pitch, kwa maana ya uwanjani pale, lakini kuna picha pia za kwenye majukwaa. Na nilishasema ya kwamba katika nyakati kama hizi hapa, eh, kero ni nyingi lakini zinahitajika kuvumiliwa. <laughs> <laughs> Nimepita katika mpiga, eh, pit, eh, katika ukurasa wa mpiga picha wa Young Africans, yeye anaitwa Move Vibe, miongoni mwa vijana ambao wanafanya kazi, eh, nzuri kabisa. La, lakini akaweka hii picha hapa ambayo hii picha pia ukipita katika ukurasa wa Ally Kamwe utaikuta imewekwa kwa caption kidogo, ambayo eh, inahitaji uvumilivu kuvumilia ile. Ally Kamwe ndo aliandika kwamba huyu jamaa wa katikati ndo kawadanganya wawili <laughs> wa pembeni kwamba Simba Sports ni timu nzuri, kwa mujibu wa Ally Kamwe. Lakini mimi nimeleta kwa sababu tu hii picha yenyewe inaeleza maneno mengi sana. <laughs> bila shaka hapo ni wakati ambazo tayari mambo sio mazuri uwanjani. Tukapita pia katika ukurasa wa Azamu FC, uh, wenyewe wanasema Lusajo beki bora wa kulia, Lusajo Mwaikenda Azamu FC wanasema hivyo, sijui uh, Michael Yera na Faraji Mustafa, mnaweza mkasema neno katika hilo ambalo FC wanasema kwa okay, uchache mm. yeah. kwa msimu huu Lusajo Mwikenda amekuwa na performance nzuri mm. kuhusika kwenye assist saba yes. nafikiri na magoli manne mm. mm. unaona ni mchezaji ambaye anatoka kwenye idara ya ulinzi amehusika, yes. mm. na double figure goals, mzawa 10 plus alafu jumlisha na ambacho ameongea kidedea kwamba ni ni local player mchezaji wetu wakizawa hiyo ni, mm, mm. Ni msimu bora sana kwake hapo no, okay, unaongeza na, yes. na okay, okay. upatikanaji wake uwanjani mm. ulikuwa ni kwa muda gani mm. Mmoja kati wachezaji ambao available kwa muda mwingi mm. Nya kikosi cha kwenye mm. Eneo ambalo anacheza mm. Ametumikia vizuri lakini pia akiwa na muda mwingi ambao mm. ametumikia timu kwenye kile ambacho amekipata kwenye msimu huu so, yes huyo ni Lhusaji Mwaikenda na FC bana. Tanzania imeendelea kuwa ni chimbo la mastar wa soka lakini hata wa muziki. Huyu ni Pedri, wanamjua wenyewe Hispania, huyo yupo Tanzania na hii posti imewekwa na FC Barcelona wenyewe kwamba Pedri eh, Pedri enjoying his holidays in Tanzania. katika mapumziko yake haya lali ya mwisho wa msimu anafurahia akiwa Tanzania. Kwanza kuwekwa tu jina la Tanzania hapa, Tanzania na wakati hii manake, ukikliki pale unapata bendera yeah, ya Tanzania yeah. hawa Barcelona bwana na, yes, na location Tanzania yeah, inapatikana Afrika mm. ni royo tu yes, ni, ni mchango wa royo tu ya mama na, na hii ndio unaona kwamba imeleta impact kubwa, kwamba hao ni watu wakubwa, ni mzaji mkubwa sana yaani kwamba kuja Tanzania maana yake kuna vitu ambavyo vimemshawishia. Mm. Waacha sehemu nyingine. Na kuja Tanzania. Na kuja Tanzania. Kwa hiyo ni yes, kitu cha kujivunia sana kupitia Real. Na page yeah, ya Barcelona, yeah. Barcelona ni timu kubwa duniani. Duniani. Kabisa kabisa ni duniani. Duniani. Inafuatiliwa na watu wengi, wengi sana, sana. Ina followers. Mm. Nafikiri ukitoka Real Madrid ambayo ndio mm. inaongoza kwa followers kwa Instagram, then inafuatia na Barcelona. Kwa hivyo yeah, hii mileage ni kubwa kuliko kuli kuli kwa Tanzania. Mm. Sisi tunashukuru na tunaendelea kwa ita. Uh, masta waendelee kuja kutembelea Tanzania. Na hapo kwenye page FC Barcelona yupo mwanangu wa Hispania. Ndiyo. Abu Yusuf. Abu Yusuf. Amekuwa ni miongoni mwa watu ambao uh, wa mapema kabisa waliona. Lakini aheshimu ibwe. Aheshimu ibwe pia. Uh, yes, aheshimu ibwe hapa. Kijana wa La Liga. Uh, kijana wa La Liga. Yes. Yeah. <laughs> Na alienda, aheshimu ibwe alienda mm. Hispania. Yes. Yeah. Uh. Naye amekuja ku comment hapo. Kwa hivyo uh, waendelee kuja hapa Tanzania. Sehemu nzuri kabisa nchi iliyojaa amani. Mm. Uh, uh, uh, lakini alikuwepo Ibrahimovic. Eh? Uh, Ibrahimovic. Yes, mm. alikuwepo hapa. Uh. Serengeti. Yeah. Yeah, Serengeti kwa hivyo yeah. Ni masta, naye anahisi bado hajaondoka, bado yupo Bongo. Wengi sasa hivi naye alikuja hapa Tanzania, naye alikuja pia, mm. Kwa kifupi, uh, Tanzania ni chimbo la mastaa, ah, kuja kupumzika. Kwa hivyo na sisi pia tutengeneza tabia pia ya kufanya utalii wa ndani. Lakini tuwakumbushe tu Watanzania, eh, ni kwamba leo hii rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, leo hii uh, tuseme analitumia zoe kuita hivyo kwamba analivunja bunge e, la 12. Eh, analivunja bunge e, yaani kuanzia kesho sasa, katika majimbo yetu kule hakuna hakuna mbunge <laughs> bunge lilikuwa na <laughs> ilishwa na spika, lakini anaenda kulivunja mbunge bunge la 12. Eh, kwa hivyo wanarudi e, kwetu sasa e, kuja kutupa sera zingine. Kwa hivyo tutawasikiliza. Analihutubia bunge, atalihutubia bunge kuanzia majira ya saa 9, na bila shaka yoyote nafikiri UTV mm. channel ambayo inapatikana katika kisimbuzi cha Azam TV ndio itakuwepo, na bila shaka pia mm. uh, kurasa zetu uh, za mitandao ya kijamii mm. ya Azam TV itakuwa active mm, lakini na YouTube channel pia tutakuwa live. Na, tuwapongeze sana Ali Bakari, mko active sana yes, sana, yani sana. Mm. Yani mko active kweli kweli, yaani mlivyoweka hata ile posti ya jana, wale jamaa elfu ngapi, elfu moja na ushei, ambayo Simba ilikuwa imeiweka mm. E, naona yeah, mnapambana sana yeah. Ah, na weka mechi saa kumi usiku kaka, mm. na baada ya update eh, zipo kwenye Instagram eh, watu hawali bwana sa, ah, nafikiri ni hayo so, ambayo leo umetuandalia yes, ni yes, kweli kabisa ni ah, okay. mm. Mi nikushukuru sana na muda nao unatukimbia ni kweli eh, lakini hapana shaka aina yoyote kwamba watu wale zilizobamba katika mitandao ya kijamii wameenjoy, asante sana eh, wae ngamia bwana ngamia na, au unasemaje ah bwana asante sana na